Lakini ulimwona nani anayesimamisha ibada Allah akamnyima riziki? Kama sio shetani anakuchezea. Hao wasio swali na wale wenye kuswali wote, Allah anawaruzuku kwa namna anayotaka, na kama kuna shida zinawapata wenye kuswali pia zinawapata wasio swali. Haya, kuna nini sasa? Kwa hivyo, kama kutokuswali na huo ubize wako ndio kufanikiwa kuwa huna shida, lakini unakuta mtu ana, ana shida kwelikweli alafu anamsubiri mtu wa kumsaidia atoke msikitini, yeye mwenyewe amekaa nje eh. Bwana, naishi na, na jamaa yangu hapa, lakini yuko, yuko masjidi kidogo. Jamaa amekaa kwenye kona kule, Muislamu patulia hivi, amna ishu yoyote. Ukitoka tusalamu alaykum shekhi, hivi hali Safi. Ah, kaka uko nyumbani, jiko limelala paka huko, sielewi kabisa. Hebu fanya maarifa sasa. Kama kuzuhura huko ndio kupata riziki, mbona unakosa kama tunavyokosa sisi? Lakini wewe umekosa zaidi. Wewe umekosa dunia na akhira, umekosa hicho kipato na umekosa kutimiza wajibu wa Mola wako, umekosa kwelikweli. Lau waislamu wangejua nafasi ya sala kwa wingi wetu, misikiti hii isingetosha, kila siku tungejenga misikiti mipya na iliyopo tungeitanua. Weangalia katika Ramadhani na si watu wenye kuswali. Kuna watu wanafunga hawaswali, na kuna wasiofunga kabisa, katika Waislamu. Sasa wale unaowaona Ramadhani ni sehemu tu, kuna kundi kubwa la bakinji. Tena kwa research, watu wasio wenye kufunga na wasioswali ndio wengi zaidi. Ina maana watu hawafanyi ibada kabisa. Kwa hivyo tu, tu, tujiepushe na hayo eh? Swala hazituzuilii bwana na amali zetu, tutaswali sisi na tutatafuta riziki zetu na rizki ni kama inavyoelezwa na Mtume ali salam, inna rizqa la yatlubu alabda kama yatlubuhu ajaluhu, rizki humtafuta mja kama inavyomtafuta yeye ajali yake kifo. Ndivyo rizki inavyokutafuta kama kifo chako. Yani ni kwamba wewe una uwezo wa kukwepa kifo, yani kifo chako, una uwezo wa kufanya namna modification ukakwepa usife? Inawezekana? Si haiwezekani. Ndivyo hivyo hivyo usivyoweza kuikwepa riziki, riziki yako. Riziki imefananishwa na kifo, utakutana nayo la mahala, muda ni wa kuwa ni, ni ya kwako, kama vile ambavyo kifo. Unachofanya diet ya kikula kama sungura mwembamba, ukipimwa kolesto, shekhe huna ziro unakufa na kingine, kwani <coughs> wenye kuwa kolesterol tu eh, unakufa na kingine. Watu wa diet io wanakufa nakufa kwa ajali <coughs> eh, mtu wa diet kwelikweli, lakini ndio hivyo sasa, gari imeingia kwenye semitrela. Haya diet ti... na... ina kazi gani hapo? Kwa maana ni kwamba jipange na akhirah. Kifo kipo, jitahidi kujielekeza katika ibada. Wakati Allah atakuchukua, angalau uwe na sababu ya kuhurumiwa kwa Allah. Lakini ulimwona nani anayesimamisha ibada Allah akamnyima riziki?